Dental implants ni upandikizaji wa mizizi bandia ya meno unaofanyika kwa lengo la kuchukua nafasi ya mizizi ya meno iliyopotea au kuharibika. Upasuaji huu hufanyika pale ambapo mgonjwa amepoteza jino kutokana na sababu kama kuoza kwa jino au ugonjwa wa fizi. Katika upasuaji huu daktari wa meno hupandikiza kijiti kidogo cha chuma ndani ya mfupa wa taya. Baadaye jino bandia ama crown linaunganishwa juu ya chuma hicho ili kurudisha mwonekano na kazi ya jino la asili. Uh, inakuwa inagawanyika, uh, matibabu katika hatua mbili <coughs> kwanza. Inakuwa ina hatua ya upa, upasuaji ambayo hatua ya, ya upasuaji hii inahusisha uwekaji wa ule mzizi kwenye mfupa hatua ya pili hii tunaita sasa, uh, restorative part. Baada ya ule mzizi kuwa umeshashikwa katika mfupa wa binadamu, baadaye ndio unakuja kubebeshwa jino la bandia, ambayo kawaida inachukua kipindi kati ya miezi nane mpaka miezi sita. Kabla ya upandikizaji wa mizizi, mgonjwa anatakiwa kufanyiwa vipimo vya x-ray ili kubaini sehemu zinazohitajika kupandikizwa mzizi. Lakini ni zipi faida za upandikizaji huu? Kwa hiyo usually tunafanya analysis kupitia e x-ray, tunaita opg x-ray. Uh, inaweza kukupa analysis ya kuonyesha ubora wa mfupa wako kwa viwango vya urefu, upana na kiasi cha kwaliti ya mfupa ambao unatakiwa kwenda kutumika. Ukiambatanisha na vile vipimo vingine ambavyo kawaida vinafanyika kabla ya upasuaji wowote, basi hichi ndio kipimo kikubwa ambacho kinamwongoza daktari mpasuaji kwenda kuweza kujua nini aweze kufanya. Matibabu haya hufanyika kwa wagonjwa wenye upungufu wa meno na lengo kuu ni kuwarudishia uwezo wa kutafuna vizuri, kuongea kwa ufasaha na kuimarisha mwonekano wa tabasamu kwa watu wengine. ni vipi hutunza meno yao kabla ya kufikia hatua ya kuyapoteza? Ya, mimi tahadhari ninazochukua, kwanza kabisa, nahakikisha situmii vitu vigumu ambavyo vitasababisha ulegevu wa meno yangu ama vitaweka meno yangu hatarini, lakini pia nimejaribu kufuatilia. Sababu kubwa, wengi wao wanasema kutumia vitu vyenye sukari na vitu vingine kama hivyo. Kwa maana hiyo, nikitumia vitu hivyo vyenye sukari najitahidi, yani, hata kama sitakuwa na mswaki wakati huo, nitajitahidi sana walau nisukutue, ili kuhakikisha kwamba zile nitanta azibaki kwenye meno yangu. A, kwenye kuyalinda meno yangu napiga mswaki kila siku na sio kila siku tu, naweza nikapiga asubuhi na jioni ninapoenda kuoga pia, ili kuyazuia yasitikisike au yasing'oke, na yawe na afya vizuri. Daktari anasema magonjwa mengi ya meno huweza kutibika kwa hatua za awali oh. ili kuzuia upotevu Kusura, wa meno nesemi. kila mmoja ana jukumu la okay. kulinda afya ya kinywa chake, sababu matibabu mengi ya meno huwa na gharama kubwa.